Simba. Simba. Simba. Simba. Pamba, oye. Tunaungana na Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan kumpongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Huseni Ali Mwinyi kwa kuyasimamia, kuyaenzi, lakini pia kuhakikisha serikali ya Zanzibar na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatekeleza wajibu wake wa kuwahudumia Wazanzibari. Tunawapongeza pia wananchi wote wa Zanzibar kwa kushiriki katika ujenzi wa amani na hivyo kuenzi mapinduzi ya Zanzibar. Katika kuadhimisha miaka sitini na mbili, tuliona tufanye burudani ya michezo. Lakini pia Chama cha Mapinduzi wamefanya kazi ya kupeleka misaada katika hospitali mbalimbali mbali na serikali tukaona tuhitimishe kilele hiki kwa kufanya bonanza hili. niwapongeze viongozi wa Simba kwa organization nzuri na wanachama wa Simba kwa kujitokeza kwa wingi lakini pia niwapongeze watu wa Pamba kwa kukubali mechi hii. Simba katika mkoa wa Mwanza, viongozi wake wamejipanga vizuri kweli kweli. Kwa hivyo, mara nyingi sana mimi huwa viongozi wa Simba wanakuja kwangu, ninawasapoti kila wanapotaka kwenda kwenye mechi zao kwa sababu ya uimara wa viongozi wao. Viongozi na wanachama wa Simba, asanteni sana, na mimi nitaendelea kuwa mlezi bora wa timu hii ya Simba. Lakini ninawapongezeni viongozi wa Pamba kwa namna ambavyo mnasimamia michezo katika mkoa wetu wa Mwanza, ongereni sana.